Wabunge wameendelea kuhoji kuchelewa kuwasilishwa kwa taarifa za uchunguzi wa ufisadi wa zaidi ya shilingi bilioni 400 za akaunti ya Escrow katika Benki Kuu ya Tanzania na kudai kuwa kuna mambo yanataka kufichwa. Mwandishi wetu Kuringe Mungi anaripoti zaidi kutoka Dodoma. Hoja za madai hayo zilitolewa bungeni mjini Dodoma na mbunge wa Rumeru Mashariki Bwana Joshua Nassari wakati alipokuwa akiomba mwongozo wa spika na kuuliza ni kwa nini uongozi wa bunge ukaliweka swala hilo mwisho wakati bunge linakaribia kuahirishwa. Spika, naomba mwongozo wako kwamba inakuaje bunge linadharaulika na tunafahamu kwamba hizi fedha zimeliwa na watu wachache ambao wako implicated kwenye ripoti tayari. Taarifa tunazo na ndio sababu najaribu kufichwa. Na ndio maana hata kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ratiba hii ili swala limekuja kuwekwa kwa siku moja kabla ya bunge kufungwa, kwa sababu kuna hofu kwamba serikali inakwenda kuanguka. kuna... shughuli za bunge huwa tunaanza na shughuli za serikali kwanza, halafu baadaye huwa ni shughuli zinazofuata, kwa hiyo ripoti za kamati, maana inakuja kama ripoti ya kamati inafanyika baada ya shughuli za serikali kuisha. Sasa shughuli za serikali zinapoisha tu 26 inaingia ripoti ya kamati ya PAC kama ilivyo kwenye ratiba. Panapokuwa na uwazi, itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kulishughulikia jambo kama hili na itaondoa kampeni na minong'ono ambayo inaendelea miongoni mwa wabunge. Kwa hiyo, nilichokuwa nakiomba Mheshimiwa Naibu Spika, uyaagize serikali ripoti ya CAG ya, ya inatoka ripoti ya PCB mkurugenzi, mwenyewe wa PCB anasema tayari koo, uiagize serikali izilete zote kwa pamoja. upande tu... wa serikali kupitia kwa waziri wa nchi ofisi ya rais profesa Mark Mwandosia ikatoa tahadhari juu ya takukuru kushindwa kutekeleza majukumu yake baada ya kuingiliwa na bunge, huku naibu spika bwana Job Ndugai akiwatoa wa mashaka wa bunge kuwa suala hilo litaendeshwa kwa uwazi na kwa ukamilifu wake isipokuwa ni kuangalia jinsi gani haya tunayoyafanya yasije yakaingiliana na kazi za PCCB ambazo zitapelekea zitapelekea zinaweza zinaweza sisemi zitapelekea, lakini zinaweza kupelekea mashitaka ya jinai yakafunguliwa kwa baadhi ya watuhumiwa, kwa tukaona njia nzuri ya kulishughulikia ni ripoti ya, ya CAG kuja kwenda kwenye kamati ya PAC ili wale wote ambao wamehusika. Sasa tunaelekeza vyombo vinavyohusika vichukue hatua moja kwa moja. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringimongi.